Niko vizuri ndugu yangu, habari? Sawa sawa kabisa kabisa, tunaona kabisa, na afya njema na furaha. Mwenyekiti katema bungo yeye, mwenyekiti katema bungo yeye, kiti anatemaje bungo? Wakati mwenyekiti katema bungo yeye, matarajio yake na mafikirio yake alivyotarajia, amefika kwenye ukumbi, kakutana na vitu tofauti na kila alichotarajia, walichomtuma wahuni wa front office Simba, sawa. Wamekwama, wamekwama kwa sababu afadhali ile barua wasingeisambaza, wangeileta hapa kaikutia hapa lakini walipoisambaza ile barua tuliifyatua na watu tangu juzi, tukampigia kelele waziri wa michezo Mr. Kabudi na kweli amesikia kilio chetu, amemtuma naibu waziri kaja kusawazisha jambo kwamba serikali haijawahi kuamrisha watu. Nyinyi wenyewe ndio mnatakiwa mwe na maamuzi sawa. So, sawa, na nikumbuke tu mesali ya hayati marehemu Rais wa awamu ya tano Magufuli alisema, kama kuna sheria kama imepitishwa lakini, kama inaleta tabu kwa watu, inabidi ifutwe. Kwa hiyo, kwa hii maanake imekufa. Kwa hiyo, mipango yao ya kwamba Mo aondoke asiwe mwekezaji sawa sawa, imekwama. Tunasema Mo mwekezaji umekuta hapa. Ameulizwa swali hapa, kwa nini mahesabu ya Simba yakaguliwi na internal auditor, na auditor wa serikali, anasema jibutajibu jibu magoli sio yeye. Kwa hiyo, ameonyesha ni jinsi gani kwamba uweza kwa mwenyekiti na klabu ya Simba ni mdogo hakutaku kitu ndani ya klabu ya Simba. Tulikosea tulikosea, pengine ni hoja gani ama ni ajenda gani ambayo nyinyi kama wana Simba leo hii mmeondoka nayo kwenye mkutano na mkuu? Tulikuja ni agenda yake kutaka kumuondoa wa Moyo. Hiyo ndio hasa ile tuleta mkutano mkuu. Hiyo ndio tuleta kwenye mkutano mkuu. Kuna agenda ya kumuondoa Moyo. Eh, kabisa sana kuambia BBM team mwagiza. Si unaona siku mbili tatu walikuwa wanasema kabisa kwenye vyombo vya habari kwamba haya ni maagizo ya serikali. Hayawezi kupingwa na mtu. Lakini kwa sababu sisi tunaelewa na tumepita kwa nashika picha ile barua akasema haya ni mapendekezo. Nyinyi ndio waamuzi. Na ndio maana kwenye mkutano mkuu. Mkipitisha pale sasa sawa. Na ndio maana tumekuja hapa. Alipokuja hapa moto aliokuta hapa akaona, kwa hiyo amecheza na nyakati. Kaona upepo hapa huko na ndo maana baada ya yule mwanasheria alipochambua hizi alipochambua hizi hizi haya mapendekezo, baada ya kurudisha kwake, amemaliza alipowasilisha, yeye aliyapokea, alitakiwa kama mwenyekiti ayarudishe kwetu sisi, twende na hoja ya mwekezaji okay. Lakini akaona hii hoja ikiendelea hapa mtakwama, akaamua kuiua yani, kuuvunja mkutano, yani kiakili zaidi okay. na ndio ilikuwa nia yake, hiyo nia yake yeye, sio yeye, akiwa yeye akitumwa na baadhi ya viongozi wengine walioondolewa kwenye uwenyekiti ndani ya Simba. Wao wanataka kuja wa? tena kuwa viongozi hasa, wao wanafikia na wanaweza kumkomoa Mo. Hasa Mo ni mtu wa watu, Mo ndio Simba. Unapomtaja Mo unatutaja sisi wana Simba, sawa? Sisi ndio wenye maamuzi na Simba, wao ni watu wa kuja na kupita. Kashindwa hapa, bado Mo ndio mwekezaji wa Simba, hakuna wawekezaji, kwa sababu katiba ikupita hawezi kusaini kile kitu, kwa sababu jambo halijaisha, jambo halijaisha anakwenda kurudi kwa wenzake, jamani, moto niliokut uko balaa. Tuache katiba sasa hivi ni batili, hakuna katiba. Kwani hapa imepita katiba? Imepitishwa, sisi tumeona tumepitisha baada ya kusoma pale, ili agenda ya mwisho si sema tumepitisha Si mwenyekiti wanasema, eee, wangapi wanaikubali hii? Kasema hicho kitu, amerudisha kwatu zile hoja. Alichoambia ni, ni kwamba nyosheni viungo, mrudi, tuliporudi anamaliza mkutano. Tuliporudi tu baada ya kunyosha viungo eee, kamaliza mkutano, ametembea na nyakati. Oh, kila walichotarajia na wahuni wao wa friend of Simba wamekwama. Hatuwezi kuiacha Simba sasa hivi inachezewa na wahuni tena, kwamba Simba iwe shamba la bibi. Sasa unamwambia mwenyekiti asubiri kumaliza muda wake aende tu. Hatutoshi tena leo, tumezirika zaidi, hatutoshi tena. Kwamba tulimchagua wakati ule sawa sawa, na niseme tu kwamba ile ya kwanza tulimchagua, lakini ya pili tulilazimishwa kumchagua huyu. Hakuna mtu aliyomchagua Karua, ndio alikuwa ameshinda kula nyingi, ila bado tu maagizo ya serikali na nini, kwa sababu mwenzao CM akapita, lakini hakupita sisi hatukumchagua tuli huyu tulilazimishwa, na leo mnaona kabisa hata serikali yenyewe inaona kabisa kwamba wametupelekea wananchi kutuletea mtu Hana uwezo kuiongoza Simba. Bwana ni watakie kila la heri. Asante sana.